Kwa majina anaitwa Jackline Morris. Nimetokea Sengerema mkoani Mwanza. Tupo hapa kwenye maonyesho, tumeleta bidhaa za ngozi. Sisi ni wauzaji wa bidhaa za ngozi kutoka kampuni ya Morris Genuine Products iliyopo Sengerema. Bidhaa zetu ni viatu vya shule, viatu vya watu wazima, safety boots, mikanda, mikoba na pochi. Bidhaa zetu ni bora kutokana na na material tunayotumia. Tunatumia ngozi harisi ambazo zinapatikana hapa hapa Tanzania. Tunatumia mashine vyereani, mashine zenye ni kama skiving, pressing mashine ili kuweza kuimarisha viatu vyetu viwe na ubora zaidi. Tulikuja na wazo hili la kutengeneza bidhaa za ngozi kutokana na na, na viatu ambavyo walivyokuwa wanatumia tulivyokuwa tunavitumia kipindi tunakuwa, wazazi wetu walikuwa wanateseka sana, unavaa viatu siku, wiki mbili, viatu vimechanika, viatu vimebanduka. Ndio bosi wetu akaja na hili wazo la kuanzisha hizi bidhaa za ngozi kwa sababu amesomea, amesomea masuala ya ngozi, kwa hiyo ndo alileta hili wazo la ngozi. La, la kutengeneza viatu. Kama mtu yupo hapa kwenye maonyesho na yuko nje ya maonyesho haya ya, ya bidhaa zetu tunatuma mikoa yote sehemu yoyote ile tunatuma kwa uaminifu kabisa. Kwa mawasiliano tunapatikana kwa namba 0784 77 58 14, kwa namba nyingine ni 0710 15 26 66.